wa wa alihi wa ashabihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sisi sote tunaelewa kwamba nchi yetu imepitia na inapitia katika kipindi kigumu sana ambacho hakijawahi kushuhudiliwa toka tangu na tangu wazee wetu wanayelewa haya zaidi na hata vijana wa leo. Kwa hakika ni jukumu letu sisi kumkumbuka sana Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-du'a huwa al-ibada. Dua ni ibada. Kwa hiyo tuna uwajibu wa sisi Waislamu kumuomba sana Allah tabaraka wa taala atuondoshe mtihani huu kuanzia sisi na familia zetu, wafanyakazi wenzetu, jamaa zetu mbalimbali Waislamu kwa ujumla kuhamasishana katika suala zima la kumwomba Allah tabaraka wataala. Dua ni ibada, bali kwa uzito wa jambo hilo mpaka Allah tabaraka wataala akajiegemeza mwenyewe katika nafsi yake kwa utukufu wake akasema ndani ya Qur'anil Karim: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Mola wenu akikukhutubieni nyote kabisa kwamba niombeni nitakujibuni. Kwa hiyo hilo ni agizo la Allah tabaraka wa taala, na akaliegemeza kwake yeye, yi suala la dua, hakuna yoyote anayestahiki kuombwa isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Bila shaka mengi yamezungumzwa na yanaendelea kuzungumzwa, pengine watu wakasahau kwamba dua ni jambo kubwa sana, pamoja na kuwa mazungumzo inabidi yaendelee katika ku kuwahamasisha watu waache vitendo vya uvunjifu wa amani.

Ambaye anakulisheni nyinyi wakati wa njaa na anakupeni amani kipindi cha hofu. Hakuna neema kubwa sana, ndugu zangu, katika iman kama nimatu ni lamni walistiqraa, neema ya amani pamoja na utulivu. Kwa hiyo ni juu ya waislamu kumuomba sana Allah tabaraka wataala, kutafuta wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama amefundisha na amezitaja nyakati mbalimbali na maeneo mbalimbali matakatifu ambayo watu wakimwomba Allah tabaraka wa taala basi dua itapokelewa. Imetajwa maeneo ya matukufu kama maeneo ya Makka al-Mukarrama, katika mji mtukufu wa Makka katika al-Kaaba katika Safa na Marua wa... na sehemu mbalimbali, lakini kadhalika dua baina aladhanain, dua baina adhana na iqama, baada ya kuadhini muadhin kabla ya kukimiwa swala, basi pale katikati dua zinapokelewa. Kadhalika dua ambayo muislamu anapoamka kusimama usiku kufanya ibada takiwa akimwomba Allah tabaraka wataala, basi dua inapokelewa. Kadhalika yaumu ljumaa, Mtume sallallahu llahu alaihi wasalam ametaja ipo saa ambao mja hanyanyui mikono kumwomba Allah tabaraka wataala katika saa hiyo, basi pia dua hiyo inapokelewa. Na wengi katika wanaoviona wanaitaja ni baada salati al asr

Yoyote asiyemuomba Allah tabaraka wa taala, basi Allah humkasirikia mtu huyo. Binadamu ukimuomba yeye anakasirika, lakini Allah ukiacha kumuomba ndio anakasirika. Bali Allah anataka aombwe. Kwa maana hiyo Waislamu, tujipendeni sana. Kipindi hichi ni kipindi kigumu mno, kipindi ambacho hakijapatwa kushuhudiliwa kipindi ambacho Waislamu tutatakikana tumlilia Allah tabaraka wa taala katika visimamo vya usiku, tukifunga Jumatatu na Alhamisi katika masiku meupe, tumuombe sana Allah tabaraka wa taala atuondoshee matatizo na mitihani na mitikisiko mbalimbali. Basi fasalullaha ayuha almuminun

Allah aweza akazibadilisha hizi nyoyo, watu wote wakarudi katika upendo, katika kushirikiana kama ilivyokuwa, na ndio jambo hili tunaloliomba. Kwa maana hiyo ni jambo tunatumia fursa hii kusisitizana, ndugu katika imani, kujipinda katika kumwomba Allah tabaraka wa taala katika ngazi ya familia, misikitini na katika sehemu mbalimbali tumwombe sana Allah tabaraka wa taala atuletee kheri na baraka, atuletee nusra, atuepushe na mitihani, atuepushe na mabalaa. Allah tabaraka wa taala awahifadhi viongozi wetu, amhifadhi raisi wetu wa dola, lakini na wasaidizi wake, awape taufik awape hikma na awape muongozo mzuri ambao wenye kuweza kuwasimamia wananchi na jambo liwe katika kheri kabisa na utulivu, bila kutokea matatizo mbalimbali. wa sallallahu ala nabiina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.